Kabla jua halijazunguka mchana eh, hakikisha una swali salatu duha, salatu adduha, wengine ita ishraq hiyo watu wengi. Ya mswali ile inakuwa imma raka mbili au nne mwisho nane, sawa? Usikubali kuikosa hiyo duha. Una swali kama ni raka mbili au nne au nane, ile raka ya mwisho ile raka na hapa ndio itakuwa mwisho wa kutoa kodi za leo eh, sababu time imekwenda. Ile raka ya mwisho katika sura tu Dhuha, ukiweka ile sijida yako ambayo baada hiyo unakaa atahiyatu, ukiweka hivi baada ya kusema subhana rabbiyal rabbiyal ala ala wa bihamdihi bihamdihi subhana rabbiyal ala bihamdihi subhana rabbiyal ala bihamdihi sema rabbi al bi rabbi zidni ilman warzukuni fahman wayasiri li fi rizqi. Alafu unasema ya basi, ya basi mara 40. mambo mengine hayo na na, na kunguta mimi <laughs> <laughs> unaitumia kila siku <laughs> na mambo yako ndo kama hivi bwana, ndo kazingiziwe huko Chamazi, Chamazi, kwetu eh? Chanika anasema anaitumia kila siku na mambo ndo haya. Lakilaki, tumeelewana na anasema kaichukua YouTube ni isha itaja, kumbe kumbeiy, kuna rakaa ya mwisho kwenye sijida ile ya mwisho, ukisijudi baada hapo, sunakaa tahiyatu, kisha unatoa salamu, ukiweka paji lako la uso unasoma subhana rabbiyal ala ngapi, kama kawaida, kisha sema rabbi zidni ilman warzukuni fahman wayasiri li fi rizqi. Sawa. So, hmm. Wengine wanaongoza wajalni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim wajalni wajihan fi dini huko wa... lakini mbali sana eh. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wayassirli fi rizqi, kisha sema ya basit ya basit, mmoja katika majina ya Mungu, ewe mkunjufu ewe mkunjuaji wa mambo ya basit. Allah yabsutur rizqa sasa unamwita hapa ya basit ya basit ya basit ya basit mara arobaini. Ukishamaliza unakaa, at-tahiyatul mubarakatu, salawat mpaka mwisho, unatoa salamu, unaendelea na mambo yako. Usingizi ule utakuja kuulipa baada ya swala ya dhuhuri. Ndo kitu kinaitwa nini, kailula, baada swala ya dhuhuri. Ukisha swala ya dhuhuri pale Unaruhusiwa kulala kidogo at least 20 minutes. Mezunga kizungu sasa shaanza kuchoka. Sawa, dakika zako ishirini, nusu saa hivi. Ukishamaliza unaambia tena vizuri huu, usingizi huu, huu ndio usingizi wa watoto, usingizi huu wa baada ya dhuhuri. Unarudi nyumbani utakuta tu mchele huko siku ile, kwa sababu ushafanya vitu vingi sana, tangu nimekutajia eh? Unakuta mchele wako kama umeagiza na kijipapa kidogo Eh, unapiga kisha unamwambia mama nani, tulale kidogo. Mnalala mchana kidogo hapa, lazima mpate watoto tena, mnapata watoto waheri. Sio wale watoto wakuulizwa huko mitaani watoto wa nani hawa?